ni katibu mhaa, mimi naitwa Zawadi Sale Geani, ni mjumbe wa kamati hii aotina kusini kazi na utu

waza hii timu natamani baada ya kumaliza chuo ni wachukue Dar es Salaam, wakalete changamoto sana. Ana mii niliona nao kwenye msafara wa bunge Dodoma, kwa sababu mechi ya Dodoma, aa, hawa watu wa Dodoma